Wito huo umetolewa na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM kata ya Ushokola Idi Mlendela, wakati wa hafla ya shukrani iliyoandaliwa na diwani wa kata ya Ushokola ambaye pia ni mwenyekiti wa halmashauri wilaya ya Kaliua Anastasia Bebete, akisema ni vyema wanachama na wananchi wakawaunga mkono viongozi waliochaguliwa ili waweze kutimiza majukumu yao ya kusimamia na kuwaletea wananchi maendeleo. Niwaombeni, waombeni waheshimiwa madiwani Uchaguzi umekwisha, tunataka vitendo. Mmeaminiwa na chama, mmeaminiwa na wananchi, lengo ni kuwaletea maendeleo wananchi, si vingine, lakini kwa jitihada za chama cha mapinduzi, kwa kula nyingi ambazo wamekupatia wewe mheshimiwa diwani Anastazia Bebete, na ndio maana kule juu wakakuona, hatimaye wakakupa nafasi nyingine, na leo tunasema Ushokola tunajivunia kumtoa mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua. Ndugu zangu, tumempata mheshimiwa diwani. Kilichobaki kwetu ni kutoa ushirikiano kwake. Sio tu kwamba tumempata mheshimiwa diwani tukasema yale mengine sasa atayafanya yeye mwenyewe. Hapana, uongozi ni kazi kubwa ambayo inahitaji yeye na sisi tuwe kitu kimoja. Habari za majungu zilikwisha tarehe ishirini na tisa na sasa ni kazi tu, tusifike mahala tukaanza Mheshimiwa Diwani, unajua fulani alikuwa sio wako, sio mahala pake. Naye katibu wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi UVCCM wilaya ya Kaliua Neema Msangi akizungumza kwa niaba ya chama cha mapinduzi wilaya ya Kaliua amehimiza umoja ili kuendelea kuijenga Ushokola, akiongeza kwa kuasi viongozi kuendelea kuibua miradi ya maendeleo kwenye maeneo yao. Niwaambieni kitu viongozi, sisi msije mkasema katibu wa vijana wa wilaya namfikia fikiaje, sijui Mheshimiwa Bebete amekuwa mwenyekiti wa halmashauri namfikia fikiaje? Kwa hiyo niwaombe sisi tunafikika sana, uongozi mnaoona kwa wote wanafikika. Kwa hiyo niwaombe, changamoto yoyote mnaokutana nayo elezeni kwenye uongozi. Lakini jambo lingine, wako wenye viti wa vitongoji wa vijiji, ina maana serikali za vijiji ziko humu. Kaibueni miradi itakayosaidia, miradi inayotekelezeka, ambayo itasaidia kusukuma maendeleo kwenye maeneo yenu. Kwa upande wake diwani wa kata ya Ushokola ambaye pia ndiye mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Kaliua Anastasia Bebete, pamoja na kuwashukuru wanachama na wananchi kwa kumchagua kuwa diwani wa kata hiyo, amewatoa hofu kuhusu utekelezaji wa miradi ya maendeleo ile viporo na ile itakayoibuliwa. Na mimi namshukuru Mwenyezi Mungu, kwa sababu najua siko peke yangu, yaani leo ndio nilikuwa najua kwamba natembea na nani. Niko peke yangu? tuko watatu au tuko watano? Lakini kwa mauzirio haya nawashukuru sana. Nina imani kubwa na mmenipa nguvu kubwa sana, pongeleni sana. Mimi leo nimekuja kushukuru. Kwa habari ya miradi, wote mnajua tulitoka wapi na tukafika wapi. Miradi inaonekana la, lakini bado tuna miradi ambayo imeanza. Ninawahakikishia kwamba tunakwenda kumaliza iliyopo na tunaanzisha mipya. Niwaombe na nyio wengine sasa wa matawi mengine, kauli yangu moja, anza tunamaliza, si ndio jamani? Ukianza tunafanyaje? Hey, wananchi asilimia ishirini, serikali kuu asilimia themanini. Sitaki maneno mengi, tunakwenda kwa vitendo. Chimba msingi na leta simenti. Naomba sana wenye vitu wangu wa matawi lakini makatibu wa matawi wenezi wa matawi, tukaanzishe vikao vya ndani kwa ajili ya kujadili miradi. Sisi ndiyo chanzo, tukawasaidie sana watendaji wetu wa vijiji, ili kuwakusanya wananchi na kisha kufanya maazimio ya pamoja, na tayari tuende kwenye utekelezaji.